Hatujui tunaondoka lini, hatujui tunaishi hadi lini. Kinachowezekana kufanyika leo kifanyike, kwa sababu hatuna ahadi na maisha. Kila siku muombe sana Mungu na ongeza jitihada, ili siku ukifa uache alama. Mkoi TV, asante. Hapa asubuhi tumeamka tukaendelea shughuli zetu kama kawaida. Kwa majina yetu Francis Magembe mkazi wa Nyakasangwe, mtaa wa Kazaroho. Tulikuwa hapo nyumbani, lakini ghafla mke wangu ananiambia mbona kuna moshi una, unavuka kwa jirani, kuna nini? Ndio tukawa tumetoka ku, kuangalia huu moshi unavuka ni kwa sababu gani au ni wapi, basi kuja kuangalia tukakuta kwa jirani yetu kuna moto unawaka. Basi tukawa tumekimbia haraka kuanza ku, kuenda kuzima moto, lakini tunapoendelea kuzima moto tukashauriana hebu tuingie na huko ndani, huko moto unakoanzia, kwenda kuingia huko ndani, tunakuta mtoto ameungua, ameisha. Hali halisi ndio hiyo. Moto unavyosemekana ni mama mwenye mtoto, mama mwenye mtoto, inasemekana akili zake kidogo haziko sawa. Kwa hiyo ali aliwasha huo moto na kuendelea kuwaka huko akiendelea kuuchochea. Na kabla hilo tukio, inasemekana hata huko nyuma imetokea tena tatizo kama hili kachoma hiyo nyumba moto na watu wa majirani kawai kuuzima. Kwa hiyo hili ni, ni, ni tukio la pili tena kuchoma hiyo kibanda na kuungua akiwemo mtoto ndani. Asante. Mimi naitwa majina naitwa Evaline, nilikuwa niko hapo ndani nikaona, na mimi majina mawili, Eva, mawili. Evaline Loti. Nilikuwa hapo nyumbani. Kwa hiyo nikaona majirani zangu wametaharuki. Nilipoona mataharuki nikatoka nje kutoka, nje, kutoka nje, ndo tukakutana na hiyo ikaeka ya moto. Kwa hiyo tulipofika hapa tukaanza kuzima huo moto, tunaangalia kuzima moto, mama mtoto anazidi kufukiza nguo, sisi tunazima moto, tunazima moto, tunamaliza ndio mwenzangu tulikuwa naye jirani kufungua hivi maeneo ambako tunazima moto, tunakuta mtoto sasa ambaye tayari ashaungua na ashapoteza maisha. Tukio limetushtukiza sana, sababu unajua kuondokewa na mtoto bwana, ni kitu kinaumiza sana, hasa kwa umri wa huyu mtoto Umri wa mtoto ni mdogo sana, yani yani, una, yani, kiukweli unaumiza sana, sio kidogo. Kama majirani tumeumia sana ndiyo. Mama yuko sawa lakini, yani, ni hivyo yani, limetuumiza kihalisia, majirani wote. Kwa jina naitwa Amenya Masurube Dodoe, ni mkazi wa hapa Msigani. Hii tatizo limetokea kwa jirani yetu, linasikitisha kweli. Kama mnavyoona tumepoteza kijana wetu, yani kiukweli limetugusa sana sababu, ukiangalia moto ulivyoanza, sisi tumefika, uakuta moto ushakolea, tukajitahidi kuzima kuzima, jitihada za, za kuzima zikawa zimeenda vizuri, lakini tunakuja kuangalia dakika za mwisho pembeni, tulichokikuta hatukuamini. Kama ulivyoona pale, tuuta mtoto tayari kashafariki. Kiukweli akili yake haiko vizuri, yani hata hivyo, hata, e, hata sasa hivi huyu mama huyu mama mama wa marehemu alikuwa yani, mwanzoni alikuwa anaumwa vibaya mno, alikuwa anaumwa, alikuwa anaweza kutembea hadi uchi, tumemkamata sehemu mbalimbali akiwa anatembea uchi, lakini kwa sasa hivi tulikuwa tunaona kidogo anaelekea vizuri kupona, ndio maana sasa tulikuwa tumeshaanza kumwamini, tunamwachia watoto na baki nao, lakini mwanzoni ulikuwa uwezo kumwachia mtoto, lakini sasa tulikuwa tunashukuru Mungu kwamba sasa hivi anaendelea vizuri lakini ndo kama mnavyoona sasa, leo tumemka asubuhi, tunaitwa majirani, bwana, moto unawaka huko, kukimbia kuzima moto, kuzima, kuzima, tumefanikiwa kuzima, lakini kuangalia upande wa pili, tunakuta tayari mtoto kashafariki, kwa majina naitwa Rahmani Hamadi. Blem tukio, wakati linatokea, mimi kwa kweli sikuwepo nyumbani, ila nilipata tu taarifa kwa bwana huko, nyumbani kwenu moto unawaka. Wanapofika hapo nyumbani ndo nakuta hivyo, hali sio hali, na mtoto ndo kama vile jinsi alivyo na hapa yenye hatuelewi iki imetokea nini, hatujui chanzo ilikuwa nini. Kwa sababu sisi tumekuta tu moto unawaka na mtoto kawaka ndani. Kwa hiyo hatujui mama yake alifanya fanya nini, paka moto umewaka. Ndio hivyo tu hapa mzee wangu. Ndiyo kweli alikuwa na changamoto ya akili tuseme. Ana miaka hata miwili inaweza kamaliza. Alikuwa mtu wa kulala kitandani. Kwa hiyo hii hatua ya sasa hivi tuseme, ndio kasimama ili aanze maisha yake O ndo hivyo jinsi siku zinavyozidi kwenda na tunapohangaika matibabu mbalimbali mbali, na ndio hivyo sasa tunaona hali inaanza tena kurudi kama awali ya kwanza. Dada yangu ndo mkubwa kwa majina yanaitwa Zuhura Raja Mabewa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyakasangwe. Kumetokea na tukio la kusikitisha la kuhuzunisha, kwa kuna mtoto wetu amefariki baada ya kupata ajali ya moto lakini ajali hii inasemekana ni mama yake ndio aliyesababisha, ambaye ana matatizo ya akili. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia nimeitwa, nimefika mahali hapa ili kuona tunafanyaje. Hivi tunavyozungumza, pamoja na changamoto ya akili ya huyo mama, yuko kituo ni Madale kwa ajili ya taarifa zaidi, lakini au mwili na wenyewe umeshachukuliwa na sasa unapelekwa kwa Mabwepande. Hivyo tu niwaombe wananchi wa mtaa huu wa Nyakasangwe, wenye maeneo haya ili eneo ambalo limetokea tukio, tuwe watulivu wakati tunasubiri taratibu zingine zikiendelea. Ni Mkoi TV.